Naam, karibu tena mtazamaji, na tuelekee pwani ambapo shughuli ya kuondoa vifusi katika jengo lililoporomoshwa inaendelea huko Mombasa. Zoezi hilo linatazamiwa kuendelea kwa saa sabini na mbili huku maafisa wa polisi wakiendelea kushika doria. Aidha, wakazi wa eneo hilo liloko karibu bado hawajaruhusiwa kurejea makwao huko, wale ambao nyumba zao zimeathirika wakisubiri kujua hatima yao. Zoezi la kuondoa vifusi katika jengo la ghorofa kumi linaendelea. Serikali ya Kaunti ya Mombasa imesema kwamba zoezi hili litaendelea kwa saa 24. Kwa sasa zoezi hili limesitishwa huku baadhi ya maafisa wa kaunti pamoja na serikali kuu wakiendeleza uchunguzi kuangalia ni vitu gani viliweza kutumika katika ujenzi wa jumba hili ili kuendeleza uchunguzi uchunguzi ambayo ripoti yake inatazamiwa kutolewa chini ya wiki mbili. Nanzu, tangu Jumatano hiyo nyumba ikianguka, waliohamishwa kwa nyumba wameenda kuishi kwa mahoteli. Hiyo ni gharama ya kwanza ambao tenants wamegaramika mpaka leo, hawajui italimalizika lini na warudi kwa nyumba. Ya pili, nyumba imevunjika, maglasi za slide windows zote zote zimevunjika, na hiyo damage pia itakuwa ni gharama ambao bado tujajua ni nani ataligaramikia ili nao tenants warudi. Majumba ya kibiashara yaliyoko karibu, wafanyabiashara wanakadiria hasara hiyo, vimezagaa kila kona, huku wafanyabiashara hawa wakiendelea kukadiria hasara. Nimeridhishwa na kazi ya KDF na washirika wote ambao wamebomoa hiyo hiyo nyumba, jana walifanya kazi mzuri, na pia wananchi pia walikuwa na subira, because kuna watu walikuwa wameenda mpaka Mama Ngina, wengine wamekuwa wakimbizi ndani ya hii town, na kusema kweli inaumiza kwa sababu kama wewe mwenyewe unakuwa mkimbizi ndani ya eh, kaunti yako na, na kwa ajili ya blanda ya mtu mmoja imetuadhiri hey, sana. Kwa sababu kama hakuna kazi, kama hakuna kazi hakuna pesa, na makastoma wenyewe pia kufika hapa ilikuwa ni ngumu kizaza, maana askari walikuwa wanawazuia. Nakadiria hasara hii eh, hasara tunakadiria hapa not less than kama, kwa hii nyumba inatakana kama shilingi laki like, nane hivi ndio hasara tumeingia, maanake milango juu imeanguka si, madirisha yameanguka, kila kitu imevunjika, hata zile sliding windows kwanza hizo zimevunjika zote. Hatujui hiyo kazi debris zitatolewa mpaka lini, ili kusudi watu warudi kwa manyumba. Ya tatu ya nne, moto ilikatwa, transformer iko hapo kwa mlango hapo, na line yote za supply zote ya juu na chini hazimo. Sasa tuja, tu, tunatazamia kwamba watu wa paa hiyo kazi ikimalizika, watu wa paa pia warudi watuweke moto, ili wapangaji wote wapate kurudi kwa nyumba. Katika hospitali ya Makadara ambayo imefungwa kuanzia jana na leo, wagonjwa wameendelea kutaabika, wengine wakitoka katika kaunti jirani kama vile Makueni. Hadi sasa hawajaweza kupata matibabu, na tumekuja hapa na mgonjwa hapa Makadara tumekuta kumefungwa, geti zote zimefungwa na hakuna matibabu tumeambiwa hakuna matibabu. Tuko na mgonjwa ambaye ni mgonjwa sana, amepewa rifaro mm. na ako na pipe, anafaa atolewe na leo ndio deadline yake ya kutolewa. Sasa wamesema hakuna matibabu mpaka Monday, kwa ni kutoka Makueni wote, na nilikuwa na nilikuwa leo ndio ilikuwa deadline anifanyiwe hizo ukarabati operation mm. Sasa mambo naona ya mabao sasa, sijui tutaanza wapi tumalize wapi. Hata unaona, hata hizo sensi yenyewe ni hizi huku hivi na hakuna venye tunaweza matibabu. yenye nilikuwa nimetuma ni hapa, sio naziona hizi. Wamiliki wa majumba yaliyoko karibu pamoja na wafanyabiashara wanataka serikali ya kaunti kuweza kubeba mzigo wa athari iliyotokea hapa. Francis Ntulaki, wingi ya Citizen Mombasa.